Nam hii ni wiki nyingine tena ndani ya TFF TV, karibu sana. Mimi ni Clifford Mario Ndimbo, kama kawaida ya TFF TV eh, mambo mengi unayapata hapa katika mpira wa miguu, elimu, pamoja na mambo mengine, kumbukizi eh, na vitu kama hivyo. Basi karibu sana. Uh, katika sehemu ya pili leo uh, ya mazungumzo yetu na mchezaji wa zamani wa timu ya taifa Taifa Stars kikosi kilichokwenda AFCON 1980 Leopold Taso Mukebezi. Leo tuna vitu gani? Basi tuwe pamoja. Na, kama ambavyo nimekwambia kwamba leo tunaendelea na mazungumzo na Leopord Taso Mukebezi tufahamu mengi sana eh, kwenye kikosi cha timu ya taifa mwaka 1980 kwenye Afcon, lakini pia eh, katika uchezaji wake eh, tokea akiwa shule mpaka anakwenda kuingia kwenye kikosi cha timu eh, ya taifa. Uh, Taso tunaendelea na mazungumzo yetu eh, katika sehemu ya pili sasa, baada ya eh, kutazama sehemu ya kwanza tokea ulipoingia mpaka unaingia kwenye timu ya taifa, unabadilisha nafasi yako katika timu ya taifa eh, na vitu kama hivyo, lakini bado tupo eh, hatujafika bado kwenye Afcon ya mwaka elfu moja mia tisa na themanini. eh, uh, umbo eh, katika mpira wa miguu ama enzi zenu lilikuwa lina nafasi gani? Hii naweza kusema labda wakati ule kwa naweza kusema ni kizazi cha wakati ule. Kwa mm. sababu ukiangalia maumbo eh, au au tulio wakuta kina Kitwana Manara, Sande Manara, Gibson mm. Simbuli. Tenao ni watu ni mastrika mm. Eh, ukiangalia mili yao tumia wakati tunaingia sisi tukakuta akina zimbu wanaondoka. Mm. Watu, watu, watu, watu ni watu wote nimepanda. Hata ukija kwenye kikosi chetu cha nani unakuta ni watu ambao kidogo sasa, naweza kusema labda ni, ni, ni, ni, ni, ni wakati huo mm. kwa sababu hata marifari walikuwa wa wakichezesha mpira, ukiangalia kina marehemu Chona mm. kabuka, yani watu wote midude sawa sawa, akikuwa, akikuwa marijani akipuliza filimbi, wewe mchezaji wala hata umfuatilie mm. siku hizo unakuta vijana ndio hivyo E, lakini maumbo yalikuwa yanamata ndio maana hata sasa hivi West Africa, aaa ligi ya Ulaya mm. ya Uingereza hakuna goalkeeper utamkuta yuko size hii. Makipa wote mm. wamepanda, lazima, yani ni qualification moja wapo ya kuwa goalkeeper. namba moja hapa. Mm. E, na, nani, wanasema Tanzania One. Mm. Mambo mm. okay. mm. mm. mm. Sasa alikuwa namba mbili, wote wanacheza klabu moja, lakini maai alikuwa ni mfupi, tena kajaza kila. Kimwangalia mwisho akasema okay, kampa nafasi hivyo vitu alivyovionyesha, akasema kweli kama ni watu wana, wana, wana, wana, wana vipaji, basi ni kipaji yake maadi na ufupi wake. Ukipiga za kula ninavyozifuata utashangaa. Kwa hiyo sasa, ilikuwa tukipanga national team ishapanga listi, ananiambia nyie, nyie leo mnaoanza chagueni goalkeeper gani mnataka kuanza naye? <laughs> wao <laughs> <laughs> tunakana mambo sasa. Kwanza kipa, kazi yako ni kuzuia mpira usiingie golini mambo mm. So, so, ya ya mm. mtu asipige asinde kwenda golini kwako mm. lakini siku hizi kuna overlap tumezianzisha sisi mm. unakwenda unatia cross unarudi. Mm. Mm. Lakini sasa ndio hivyo mpaka mtu ajue eti matokeo yake ndio hiyo, mtu napigwa nani shuti au tukarudishiwa mpira kafanyaje, basi natamani lakini... kujua baada mm. ya Tottenham kukubadilisha nafasi mm. kwa maana ya baada ya nafasi ya katikati kuwa kuna mm. uh, watu wengi wewe uh, sasa ukaenda pembeni uh, uliporudi kwenye klabu yako ya Balimi hezanikienda na na Barimi, nikienda timu ya mkoa nacheza center half vizuri tu, mm. na kule Barimi nao wakawa wanasema hapana, jinsi unapo perform national team fullback mm. wanataka kunipanga fullback mm. nikienda fullback naharibu kule, yani naonekana, kwa sababu wale watu ambao napambana nao kwenye ndani naona kama hatuko mm. dani moja anakuja wingi, lakini ukienda naye unaona kama vile unamuonea nini, lakini ukipata kimataifa na hapa tunakwenda kama ni agre uko hiyo wanani huko wa, wa Kenya anajua huyo, hapa tunakwenda mm, mm. Unajua ment mentality ya kucheza center back na vinabadilika mm. Ukija huko unatakiwa utulie sana. Ukiwa huko unatakiwa kidogo, kama eh, uwe ash kidogo Mm. Ukiwaacha hapa katikati utasababisha mambo mengine ya ajabu. Mm. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima ubadilike kufuatana na na position hiyo Mm. Safari yenu ya Afcon 1980 ilikuwaje? Afcon kwanza, Afcon kwanza, wanajua watu, watu wanajua, tulienda tulienda mara fainali, wanajua tulicheza na, na, na, na Zambia, lakini mwanzo mm. ulikuwa ilikuwa nini? Sisi ulikuwa na grupu la Tanzania, Kenya, Zambia na Mauritius, ilikuwa mm. grupu letu. Kwa... Group la Afcon, ni. He, Afcon ni. Mm. Favorite hapa alikuwa ni Zambia ndio inaonekana kwamba, kwa sababu alishawahi qualify huko nyuma, mm. Kwa hiyo tukaanza na Mauritius, tukenda kwao wakatufunga goli mbili moja. Tukaja hapa tukawapiga nne bila. Tukacheza na Kenya kwao, wakatufunga goli tatu moja. Tukaja hapa tukawapiga tano bila. Zambia wakaja hapa tukawapiga moja bila. mm. Tukaenda kwao tukadraw kwa hiyo yeah. Kwenye grupu ikawa, eh, sisi ndio tumina nne na kote mmoja kila, kila grupu mm. kule wengine mara yake kule kwenye finali nakumbuka, tulikutana kwenye ambao tulikuwa tunacheza Lagos, ilikuwa ni Tanzania, Misri, Ivory Coast na Nigeria mwenyeji. Ile grupu lingine ilikuwa mm. ni Ghana, Guinea, Morocco na Algeria. Grupu yenu hilo ingekuwa enzi hizo na sisi, sisi ndio tulikuwa tunaonekana ni underdogs, na ni kweli kweli underdogs, maana yake ilikuwa ndio watu wao kwenda. Sasa, uh, <laughs> kundi la kifo hilo. <laughs> Uh, kundi gumu. <laughs> Hizo wa mm. mechi tumecheza lakini mechi moja ambayo ilikuja kutuletea taabu na ingeleta taabu sana lakini Mungu, Mungu akajalia mm. ni mechi na Kenya mm. mechi na Kenya tumeenda kule tukapigwa tatu moja tumerudi hapa ndani in two weeks time lazima turudiane yani, nao hapa hmm. Sasa tumekwenda kule tukafungwa hmm. na baada ya kufungwa tumekaa chini na mwalimu, alikuwa ni mwalimu mmoja ametoka Poland mpolish moja naitwa Slamic Wok, alikuwa mm. ni kijana kijana tu Maka, nani asistanti wake akiwa Bendera hmm. sasa tumefungwa, marehemu Bendera, Bendera. Mm. tumefungwa tukakaa chini kajiuliza, si wenyewe kwanza wacheza hivi, tumeonewa Hmm. Kuna mara alifariri labda ambia hapana, tumefungwa hmm. Magoli yote safi hakuna, kwa nini tumefungwa hmm. Kule kule hatujatoka wewe, kwa tuarudi huko hmm. Captain yani tenga tumwambia, wana tumefungwa kwa sababu hatukuwa vizuri, stamina iko tukachila e, e, sisi kulikuwa tuna hii hmm. Kulikuwa tunafanya mazoezi yule yule mzungu, tukitaka kufanya mazoezi ya nguvu asema ah, mtachana misuli mtafanya, kwani unapiga nini nini nini hmm. Fika kule kweli tukafungwa tuka Tumefungwa kwa sababu sasa tunakuja kurudiana na huku, matusi tuyapata sisi. mm. Tufanyeje? Tunarudi kambi yetu, ilikuwa wapi Afrikana. mm. fika kule kuambia, tukaita viongozi wa TFF, katibu alikuwa marehemu Patrick Songora mm. mwenyekiti Erimamuli marehemu mwingine, tena alikuwa katibu mkuu wa nani wa wizara ya utamaduni na michezo, alikuwa anaitwa Tibakoitira. Basi tukawambia, bwana, tunaomba, tunaomba mje kambi, tunataka kuongea na ninyi mm. wachezaji mm. tumeomba sasa, watu wamekuja viongozi kweli, watu wanafikiria labda hao watu watakuwa ni mgomo ni kitu gani? mm. Kapteni simama pale, waambie kwa nini tumefungwa huko. Akaeleza Tenga akasema tumefungwa kwa sababu hatuna stani na tukija hapa tutapigwa tena. Sasa wa, wa, wa, ni wale waharakaraka aoaaoazetuwasumbue wa, mm. tumefungwa kwa sababu kwasababu mwalimu wetu tuletea huyu, nafikiria labda kuja kufundisha watoto wa washule mm. anataka tupige danadana, tumfanya nini sisi? Hizi danadana atu, atu, atufiki mbali mm. tunachotaka tufanye mazoezi ya nguvu

Mm. No, kunducha au bali ucheva sisi mm. tuko Afrikana mm. Wewe mwambie asubuhi apumzike, sisi huko wenyewe tutajua wenyewe hiyo mm. shughuli tuliifanya. mm. <laughs> E, anaisimamia asubuhi ni John Kabendera bendera bendera, huyu si mwenzetu ndio? mm. Mwenzetu basi, watu wanakwenda hivyo asubuhi. Kama atakwenda, tunaenda baharini na ni kule mchangani huko mm. na tumeambizana kabisa usije ukaleta, uka, excuse yoyote mtu kwamba sisi ninaumwa sisi nafanyaje, mm. afanyaji. ah mm jioni lazima tufanye mazoezi ya yule bwana na kweli, asubuhi mtu ukirudi huyu unakunywa una, una juisi unalala, lakini jioni lazima ani tukienda hivyo mm. mpaka siku ya, ya game mm. Bahati nzuri wale Kenya kwa kuwa walishatufunga goli tatu moja walikuwa na confidence kwamba kwa tayari labi sana sana draw mm. wamepewa ndege ya serikali imewaleta mm. moja kwa moja nao kutoka aletwa Afrikana. Mmm. Wanatukuta kule bia o bia. Ah sasa sisi game naenda kucheza game. Kwani mna mazoezi hapa? Mm. Siku hiyo yananiua mfikia siku ya game. Mmm. Aya, sasa sisi asubuhi ndio ninapanga listi. Mmm. <laughs> Yo listi ya kucheza jioni. Mmm. Yule mzungu kakaa pale anapanga listi yake, anatusomea nambari lini atakaponda mali. Wakati aki na mambo sasa walishaondoka sasa aki na mali. Mmm. Mm. Tuna mazi, tuna ponda mali, pazi na na mambo sasa. Mm. Basi akasema golini leo atakaa Ponda Mali. Fulbeki ya kulia atakaa Athman Chama ndio alikuwa ndio anachipukia kuja kwa Fulbeki. Mm. Namba tatu atakuwa Amasha, Kajoli na mimi tuko nje. Mm. Namba 4 atakaa Salim Amiri kwa sababu Tenga alikuwa ameumia goti. Mm. Tano, Jela, sita atakaa atakaa Adolf. Mm. Ah, kufika namba sita watu wakapiwa, ah, mwalimu ngoja bwana. Mm. Kajole huyo. Mwalimu mm. mwambie kizungu huyo. Mm. Sisi leo atwende kucheza friendly game. Hiyo lista anayopanga ni ya friendly game. Mm. Sisi tunasema hivi. Mm. Tano, Ponda Mali ndio alisema kabisa. Hii mwambie kabisa hii <coughs> sio friendly game. Tunaenda kucheza sisi mashindano. Mm. Tumefungwa kule. Tukipita mjini tunatukana sisi. Sasa mm. atusikilize sisi. Ponda Mali akaanza kusema, mimi nakaa golini Ponda Mali. Mm. Akajiweka yeye. Eh, mimi nakaa golini. <coughs> Kulia Kai Taso, kushoto Kai Kajole. mm. Hapa mm. asimame Teng na nini na ni Salimu Amili na na huyu namba sita asimame Juma Mkambi. mm. Kuanzia hapo endelee mnavyoweza huko, mimi hao ndio watu wangu huko nyuma. mm. Ah, mzungu kusikia vile mm. ametajwa. Ah, sisi ambao alikuwa anaona kama ndio tunaishiaishia ishia sijui mm. Ah, akasusa mm. akaondoka, afunga mlango akasema, timu ni ya kwenu basi. Mm. Ah Kajola kafunga mlango, ambia mwalimu Bendera kaka kaka pale. Mm. Bendera wakati ni mwajiliwa wa wizara mm. sema jamani, mnataka nikafukuzwe kazi. Tukamwambia hivi kama kufukuzwa, ngoja kwanza tumalizie list. Mm. kajua ambia, tunamalizia saba unakao Mali Huseni, nane ngurungu, tisa tino, kumi nani Mohamed Irishadi, na kusogeza mbele kumi na moja seveni ali Mohamed Risali mtaka standby. Mm. Sasa tunasema hivi mwalimu, leo ni mawili, tukifungwa utafukuziwa timu na sisi na Taifa Stars ndio basi. Mm, tukishinda tunakujenga, lakini tunahakikisha kwamba tunaenda kukujenga hapo, tunaenda kukujenga mm. Tutarudi. Uh, mtazamaji, tupo kwenye uh, sehemu ya pili na mazungumzo yetu uh, na Leopold Mukebezi, mchezaji mmoja kati ya wa wachezaji ambao uh, walipeleka uh, Taifa Stars kwenye AFCON 1980 narejea. Baada ya muda mfupi. Nam TFF TV, bado tuko hapa na bado tupo na Leopold Taso Mukebezi katika sehemu ya pili ya mazungumzo yetu uh, tukitazama uh, mambo uh, mbalimbali lakini pia uh, tukipata elimu ndani uh, yake. Uh, tuliishia pale ambako kwamba uh, mkifungwa, mnaachana timu ya Taifa, lakini mkishinda maanake pia mnamjenga uh, uh, marehemu uh, Joel Nkaya Bendera. Nini kilitokea katika mchezo na kwenye benchi wala akuja kabisa, kaja amevaa suti akakaa jukwani. mm. sisi na bendera wetu mwambia twende, tulichokifanya mm. <laughs> mpaka half time tulishaongoza goli moja, alifunga pitatino goli la kasikazini, nakumbuka mm. Sasa mimi fullback nilikuwa upande wa main stand mm. ambayo ndio kuna Simba Yanga mm. Mm. Mm. Ah, mpaka afu time hiyo mechi huwa si sahau mm. Ulikuwa na upepo sasa, ule mpira unajua mtu nataka kuweka <laughs> mm. Eh, watu, watu. Siku, e, siku mbaya kweli mm. Kule kifuani, ngoma imekataa, naona kijana nani kuchama acheze da he. A, wachezaji wanzia akina Kajoli, akina Jela, akina Dai wakamwambia, asikiliza bwana, we ni mzoefu mm. miaka mingapi umecheza? mm. Hapa hii timu tumeipanga wenyewe mm. Sasa ukianza kusema acheze yule, maana unakubaliana aliyekuwa amepanga ali, ali, yule mzungu, tukakataa mm. mm. vaa viatu vingine hivyo, hapa tuelewane, tuapigana sisi ndani kwa hamna, ai mwalimu aongee kitu hapo, ni sisi wenyewe mm.

siku si, si ndio ulianza kuimba wimbo wa CCM CCM? mm. mm. tumepiga mpaka mwisho tano bila mm. watu wanateremka uwanja sasa, na yule yule mzungu naye anateremka kule juu kuja kutupa mikono, kwani mm. kuna mtu anataka huo mkono wake mm. akija hivyo unakata kiona, unaenda huko, si umeshatususia? mm. ndio karibu kikawa ndio mwisho, of course, kwenye tulivyocheza na nani, alikuwepo na na Zambia mm otulishinda goli moja hapa, tukenda kule tukapiga goli tukavidro mm. tukaenda kwenye hizo fainali tunai bado lakini, mananii, maelewano yalishaanza kuwa kidogo hivi. Hafifu. Unakumbuka kikosi cha Afcon? Vizuri sana golini, pondamari mm kulia Taso Mukebezi ambaye ni mimi, kushoto Kajole Mwamidi, kajole namba nne alikuwa anacheza Tenga, namba tano jela Jera Mtagwa, namba sita Juma Mkambi, namba saba Omari Huseni, namba nane Huseni Ngurungu, namba tisa Pitatino, kumi Adolfu Rishadi, kumi na moja seveni so Ali. Mm. Substitutes alikuwa kakaa kwanza, mechi ya kwanza kabisa golini alikaa mambo sasa. Mm. mechi ya pili akakaa Pondamali. Mm. Mechi ya tatu ile kaa ilikuwa akai idipazi. Maana mm. walikuwa makipa watatu. Mm. Lakini pazi akaogopa ogopa ponde mali akaicheza tena hiyo. Kwa hesabu sio ilikuwa yani, kwa mfano kulie golini ni hao watatu. Pazi mm. mambo sasa ponde mali pazi. Mm. Kulia ilikuwa ni mimi na Daudi Salum. Mm. Kushoto kuna Kajole na Ahmed Yamasha. Mm. Katikati hapa Salimu Amiri na Natenga. Mm. Tano alikuwa anacheza Jera Mtago na, na Rashidi Chama. M. Mm. Sita Juma Mkambi na Mtemi Ramadhani. M. Mm. Saba ndiye alikuwa anacheza Omari Huseni peke yake, namba nane alikuwa ni Huseni Ngurungu mm. na na Kiango, ule Kiango alikuwa anatokea mm. unani Mwadui. M. Mm. Tisa pita tino, na Mohamed Salim. M. Mm. Kumi ndiye anakuwa anakaa na ni Rishadi, na kumi na moja Soyini yake. Yaani kila kila position iko na watu wawili wawili. Mm. Toka huko natoka huko. Mm. Mm. Kwa hiyo kikosi si rahisi kukisahau. Na ngoona kumbuka kabisa hapa alikuwa nani nani nani. Kikosi chako bora ni kipi? Kikosi changu bora ni hiki ambacho niliingia nacho Afcon. Kwa sababu huko nyuma huko kwa tangu nyuma huko zivocheza nikikwambia nianza na kina Mwalimu Sembuli. Ah, of course kwanza kile cha kwanza kabisa. Kwa sababu baada ya kucheza na ile friendly game ya kumwaga chuma tulienda Afcon ambayo tulichezea Zambia. Zambia hiyo, hicho kikosi tumecheza na, na, na Malawi. Mm. Mechi ya kwanza Mm. Ah. Kuna mtu alikuwa anaitwa Pati Chikafa, bonge la mtu, alicheza right wing Mm. Alimpeleka huyo maamini bakunda mpaka maki makunda ndi alikuwa anaaminiwa kwenye timu yetu kama mtu wa kucheza rafu. Mtu akinani akicheza, mm, akicheza rafu anadondoka, yee jamaa anaondoka. Mm. akipiga huku mahi ma, ma, ma, maa, akisevu maahi anataka kumpiga mtu kibao. Kwa nini unamruhusu mtu apige krosi? mm. Uh, kustafu kwako nini mm. kilitokea sasa? Kustafu kwangu mm. kuna mambo kama mawili mm. jambo la kwanza mimi, wakati nacheza mpira wakati huu, nimeshaamia Moshi, makao makuu ya bodi ya kaawa, mkurugenzi mm. e, wangu wa nani wa idara alikuwa anapenda sana mpira mm kwa hiyo kila mara alikuwa naona sifa kuona kwamba ninatokea bodi akawa kucheza mpira. Kwa hiyo mamlaka akawa kucheza mpira, anaona kama natangaza jina la la nani. mm. kwa hiyo hata ikitokea nafasi ya kwenda kusoma na ah, taifa la bado linakuhitaji bwana, hebu nenda huko mm. Lakini mimi sasa, nafasi ya kusoma ikitokea, ikatokea bahati mbaya, akawa amenda likizo mm. Sasa manpower development officer ambaye alikuwa ndio anaishughulikia mambo ya, ya kisomo ndio akawa anakaimu. mm. na wote tuko idara moja pale sasa ikawa imetokea nafasi chuo cha ushirika kwenda kusoma diploma, kupeleka application kule, wakasema tena tunahitaji, nataka kuonyesha na timu ya, ikabidi mimi niende na kina Mtemi, tukakutana kule mm. Sasa huyu bwana alitoka likizo, anakuta mimi tayari niko chuoni mm. Ilikuwaje? ambia bwana walimuhitaji. Kwa hiyo mimi kawa nimeenda chuoni. Sasa nimeenda chuoni, nikasema kwamba kwa level hii sitaweza kutumikia wafalume wawili kwa wakati mmoja. Mm. Kuna soma, ukuna nani hapana. Bora ni, ni ni, concentrate sasa kwenye kusoma. Mm. Na niliomba kabisa national team, naomba sasa mniache ni endelee. Sio ni kwamba niliachwa. Niliomba mm. nimwambie kabisa ni msiniite this time kwa sababu naenda kusoma. Mm. Lakini kusoma alama za nyakati. Nilishaona kwamba grafu yangu mimi inaanza kushuka. Inaanza kushuka. Sasa nisisubiri nishafika pale niwe kikidofu. Mm. Ikabidi kwa kuwa nimepata na nafasi ya kwenda kusoma basi nikaingilia huko unacheza michezo ya, ya vyuo na nini basi, mm -hmm. Sasa ukiangalia uh, soka la sasa hivi e, nini ambacho unaweza kuwashauri wachezaji ambao wako current? Wachezaji kwanza, sasa hivi nasema kwamba wajitahidi sana, kwa sababu kwanza wana vyombo vinaonyesha, vyombo kama hivi TV zipo, mtivi. Yani, mtu unacheza mpira hata unakuja baadaye unaweza ukakaa ukajiangalia jinsi ulivyokuwa nananimu una perform na Alafu mchezo wa mpira sasa hivi imekuwa ni, ni, ni ajira pesa nyingi tu. sisi mm, tumecheza, it, it, it, it, it was, yani ilikuwa kama kama nani tu unacheza kama hobi. Wengi ambao wamecheza mpira zamani, ilikuwa kza unasoma shule ili ili upate kazi. Mm. Ah, unacheza mpira ili upate kazi mm. Sasa, kazi au unacheza mpira sasa mtu ameshapata kazi, tena unalipwa kwa mahela mengi. mi nafikiri wajitahidi kufuata ku, ku, miiko mm. mm. miiko ya mchezo wa mpira ipo na wanaijua ukitazama ligi sasa hivi kupitia Azam TV una enjoy ligi ligi, niseme kwamba ligi ni nzuri sana, kwa sababu tuna access ya kuona na nini, lakini mm. mimi nasema, mimi hii ligi naipenda sana mm. Lakini vilabu, kila klabu inakuwa na malengo yake mm. klabu inakuwa na malengo sasa, yale malengo kinacho in, niuma ni kwamba inakuja kuzoofisha timu ya taifa. Hmm. Mia taifa kwa kweli utapata wapi? Ukiangalia nani, nani, hmm. Hmm. Hmm. Eh? Um, magoli kipa hmm. Ni nani? hmm. Utamchukua Diara utamchukua nani? Ndio hivyo makipa wazuri Kamara sio? utamchukua nani, lakini. Mm. Eh? Sasa unakuta hata ukisema kwamba tuwape chansi wacheze vijana wetu manake mwingine anasema, ah ah, wa compete bwana. Mm. Eh? Ndio vizuri tuwalete watu ili waweze ku compete. Hata compete vipi? Mimi umenipa nafasi leo mm. nacheza, nami nacheza to the maximum. Unafikiri nitamruhusu huyo aje tena aibuke huyo? Kwenye mazungumzo yetu yote kwenye sehemu ya kwanza na sehemu ya pili sijakusikia sija, sija kusikia, ukitaja Simba au Yanga kwa uchache sekunde chache shabiki <laughs> wa um, mm. timu gani kati Simba na Yanga? Tena kushukuru, manake wengi sana wanajiuliza na wengine wanambia hivi, we ulicheza mpira national team miaka sijui saba nane mfululizo mm, ulikuwa unatokea timu gani? Ukiwambia barimi kwanza, balimi haijulikani, hujawahi mm. kucheza Simba mbia mi Simba sijawahi, Yanga sijawahi kucheza na wote walikuwa wananitaka, sio kwamba wote walikuwa wananitaka wakati ule mm. nacheza mpira niko kwenye fomu, Simba anakuja kwa namna yao, Yanga anakuja kwa namna yao, kila mm. mtu analeta vishawishi vyake, mm. lakini vyote nilivishinda, sina Simba wala Yanga, nilikuwa neutral, yani mpaka sasa hivi, mimi mm. akicheza kwa mfano Kishikuto nacheza, mm. mimi nasimama pale naangalia performance, watakao perform vizuri. Mm. kama nikikaa na mshabiki wa Simba, kama nani, kama bwana anambia ni offside ni offside, nitakwambia ni offside. Sasa mm. utachukia uchukie mm. kama ni nini ni goli ni goli kwa hiyo mi mm. sina Simba wala Yanga na watu wao wanajaribu ambia haiwezekani na simi, mimi ya. ngoja watu walituhusisha sisi na Simba, mm. na Simba wakati niko barimi kwa sababu kuwa navaa jezi nyekundu mm. watu wasema ah na mpaka Simba nani Yanga hapo alitaka kunipa kazi wakati wa nani wa wakati nani yule huyo mwindi yu aliyefariki Manji, Manji. Mm. Wakati Maksimu amekuja ame, ame kufundisha ii mm, mm, walitaka kunipa kazi. Maksimu alisema kabisa, na mhitaji huyu mtu, kupeleka jina kule, watu wakasema karibu kaiakiabl wale yabarimu, walikuwa na frunyasi wale walikuwa navaa nyekundu kama nini ikaishia huko huyu lakini sina <laughs> Simba wala Yanga, ni to be sincere. <laughs> Jibu nishalipata kwenye mazungumzo yetu eh. Ni kushukuru kwa hizi sehemu mbili ambazo tumekuwa na mazungumzo mazuri sana na, uh, kiukweli tume, tumepata elimu lakini pia tumepata uh, vitu vingi ambavyo viko ndani ya mpira wa miguu tokea enzi za huko uh, zamani na sasa hivi, najua kwamba pia uh, umesoma masuala ya ukocha. Kwa hiyo nakushukuru kwa kuweza kuja kwenye TFF TV, na wakati mwingine bado tuna vitu vingi, tutakuja wakati mwingine pia kuzungumza. Nakushukuru sana, na uliyosema ukocha pia ukumbuke kwamba mimi mwenye kwa ni mwenyekiti watafuka kwa sasa hivi, lakini nawashukuruni sana sawa, asante sana. Naam mtazamaji, basi tunakamilisha uh, katika sehemu hii ya pili ya mazungumzo yetu na Leopord Taso Mukebezi mmoja kati ya wachezaji ambao uh, waliipeleka uh, timu ya taifa, Taifa Stars kwenye Afcon ya 1980, lakini pia alikwenda akashiriki kwenye hiyo Afcon ya 1980. Uh, tumepata wakati mzuri wa kuweza kufahamu mengi. Mimi ni Clifford Mario Ndimbo, asante kwa kuichagua TFF TV. Unaweza kutupata pia kwenye mitandao ya kijamii Tan Football. Uh, unaweza kutupata huko na kuweza kufahamu mengi pia ambayo pengine uh, hauyapati hapa, lakini yale ya kila siku utayapata huko unaweza kunipata kwenye mitandao yote ya kijamii watarishaji. Wa kipindi hiki ni Innocent Okama na Cosmas Komba.